Juzi waandishi habari wenye mashahidi tulikuwa Dodoma pale, eh, mbunge manya anakuambia hatucheza tucheza. Sasa kama mbunge anasema acheze, ubishe wewe nani? Sasa mara mwisho kuonekana terminal free kwani lini? Eh, unasema mara mwisho kuonekana terminal free kwani lini? terminal free ile pale wanyamene na kazangu, unajua kila siku unapita pale bila kujumia kaka. Terminal free kaka ni masiku, leo anaondoka leo anaenda kudanga, anaenda kudangia yeye kwa sababu yule na pila lake bovu lile. Mimi nakwambia kwa pila lile bovu, jamani, ndugu zangu, ni mtemkashangaka aenda kupewa noa kule.

Niwaambie ndugu zangu wale, unajua nini ndugu zangu wale Waarabu wale. Wale wa mimi, mimi rais wa hehe wote Tanzania chifu Adam Sabi mkoa kabla hajaja from to Tanzania, yani nikichungulia kabisa kwa macho yangu ya paka hapa, naona pale kuna goli tano huku tena kuna, kuna mbili tatu na nimwambie ndugu yangu aahaa

magoli magoli magoli ya ya ya ya ya ya kawaida, chukua kiatu, alafu mwenye magoli ya penalti atoroma magoli hivyo hivyo huo? Ndio kweli sheria mwaka 1998 tunasema magoli ya penalti hawa yule, na hebu hebu angalia watoto, kwani penalti si matokeo ya makosa ambayo mnafanya wenyewe uwanjani? Inategemeana kwanza imepatikana, cha kubanga cha kubanga. Hebu angalia kwenye mechi, angalia penalti zote mbili, unaona za cha kubanga cha kubanga po tuambie penati kwenye swala la mpira miguu, haiwezekani haiwezekani. Na kama utaendelea kuchezesha mpira hivi hivi kaka, ligi imeisha sana. kucheza kucheza kaka, kwa zingatie sherehe mwaka 60, mtacheza mtacheza mtacheza. Nasema hivi, hatuchezi hatuchezi. Nikiwa kama rais wa Tanzania utaenda Tanzania tarehe 13, tunaenda zetu mamba. <laughs> Na ogopa Simba ni mtu ni muogope kwa lipi? Mtoto amudi kama anasema wewe, ingia kwenye hali Simba ana maajabu yoyote, alafu niwaambie nguvu za ngoni yule Mpanzu alimuogopa nani? Unajua alimuogopa Ikangalombo, kwa sababu yeye ndio mwalimu wake kule Kongo. Ikangalombo, huyu Ikangalombo, wewe siku majeruhi, nimekwambia Ikangalombo alikuwa mwalimu wake wa Mpanzu kule Kongo. Siku majeruhi Mpanzu kuja kumwangalia mwalimu Ikangalombo. Mpanzu ndio nimekwambia hivi, Mpanzu kama uogope Ikangalombo. Ndugu zangu, kamata kama pia hiyo baka wewe, angalau ukitaka, unajua mimi najiamini nimemfuata asubuhi na mapema, mpaka bunzo kule, mpaka refaria wewe, mpaka yule boss wao Mudi yule, mshazikwa mshindo kwa magete kule